Fanya kazi kwa ukaribu tokea tumefahamiana zaidi ya miaka kumi ni ngumu sana kwa ajili ya lile jambo lililotokea. Aliamini katika uhuru, haki, demokrasia na maendeleo ya watu. Alipambania sana haki na mpaka mauti yanamkuta Marco, alikuwa katika mapambano hayo ya haki. Ni, ni dira ya mapambano, ni tafsiri nzuri ya mtu asiyekata tamaa, ni tafsiri nzuri ya mtu mpambanaji. Mimi, Samia Suluhu Hassan. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.